Habari ya wakati huu, mtazamaji wetu popote ulipo, natumai umzima wa afya kabisa. Leo ni siku ambayo ni ya kipekee, siku ambayo Mungu ametaka tufanye hivi. Siku ambayo tumeruhusiwa. Nitakuletea kipindi kizuri, kipindi kizuri, ambacho kitakuelimisha, kitakuchekesha pia, kitakufurahisha, kitakufanya ubadilike kwenye maisha, kutoka kwenye hatua hii na na kwenda kwenye hatua nyingine. Ni kipindi ambacho tutakuja kuwa na mazungumzo ya kina kabisa na kijana ambaye anatikisa karia ya filamu za kuchekesha ambaye ni maarufu pia kwenye mitandao ya kijamii, hata kwenye mitaa yetu. Ni kijana ambaye yuko maarufu sana. Usijali, usitikisike kapo hapo ulipo, ukamwona wewe, kijana ni nani? Usijulize maswali mengi, karibu kijana. yeah, asante sana. Okay, karibu kwenye kipindi chetu ambacho watu wengi walikusubiri kwa hamu, wanataka tujue kwa nini kwa nini kwa nini Kaluta kwa nini kwa nini hivi mm. Kiyofupe, kwanza tuambie Karuta ni nani? Karuta ni kijana ambaye yupo simpo tu kawaida, yeah, na ni mchekeshaji wa komedi alafu, mm -hmm. ni mtu aliyeoa, mm -hmm. ni baba watoto wawili na mimba juu eh, yeah of course, ndio ndo ivo. In ini ni niseme, ndo hivo Karuta ndo mtu wa design hiyo alafu mpole sana Okay, Kaluta ni mtu wa design hiyo. Kaluta kwa muda mrefu alikuwa hayupo kwenye game lakini siku hizi amerudi kwenye game na akarudi na kichekesho ambacho ni kizito na ni kigumu ambacho kichekesho hicho alicheza kama mtu kutoka USA anakuja kumtafuta binti wa kuoa Afrika ili kuaje kuaje hiyo issue. Kwanza kabla sijaingilia hiyo issue niseme kwamba mm. Kaluta alikuwa sio kwamba hayupo kwenye game, alikuwa kwenye game lakini mm. alikuwa anatafakari kipi ambacho watu wanahitaji. Yeah. Na kufikia hiyo issue ilikuwa kwamba ilitokea e, kwamba nimepata idea kulingana na, unajua sisi ni watu wa jamii okay. Na kile tunachokiona katika jamii lazima tukizungumzie okay. Na moja kati ya njia ambayo tunaitumia kwa kuzungumzia kitu kama hicho okay. ni kuweza kuwafikishia ujumbe kupitia masuala mazima ya kuigiza hususan kwenye komedi yes. Ndio ilivyokuwa mpaka nikafikia hatua ya kuwapatia watu eh, fundisho fulani na mafunzo fulani kulingana na kile ninachokiona katika jamii yangu Inamaana kile ulichokifanya uliwahi kukiona au kilimpitia jirani au kilimpitia ndugu yako au vipi, hatuelewi hapo. Nikisema jamii, namaanisha kwamba kuna wingi wa tabaka mbalimbali ikiwemo mbali, ndugu rafiki, majirani vitu kama hivyo. Kwa hiyo hata kama akimpitia ndugu yangu, kitakuwa kilimpitia mtu mwingine ambaye angehitaji apate funzo kulingana na kile kilichompitia, labda apate labda ushauri fulani kwao Sikusema kwamba kimempitia mtu yoyote, labda niseme kwamba kimempitia ndugu, ah, kimepitia tu jamii. Kwa hiyo kama akikutokea kwa huyu, kimetokea kwa ule, na kama akijatokea kwa yule, kitamtokea one day yeah. Vizuri sana ulifanya. kama kijana ambaye anatoka huko mbali anakuja hapa, kwa nini niulize, hii iko sana kwa vijana. Kwa nini vijana wengi ambao wanatafuta mke au wanatafuta mpenzi, kwa nini wanaamini sana kutumia uongo kuliko kutumia ukweli? Ni kwa sababu dunia sasa hivi ina ina inaenda ina, ina ndivyo sivyo. Mm -hmm. Eh, kama ulivyokuwa unajua dunia kama ilikuwa inaenda mbele kipindi hiki haiendi mbele na rudi nyuma. Mm -hmm. Yeah, of course mimi naona hivyo kwa sababu mimi mimi ni mtazamu. Mm -hmm. Mimi ni mtazamu na lazima niseme kile ambacho nakiona. Mm -hmm. Na inatoka kwamba vijana sisi tunatumia uongo sana, kulingana kwamba mabinti wetu nao pia ukiwaambia kweli hawakuelewi. Inabidi sasa utumie njia gani ambayo ishia ujumbe binti hakuelewe. Kwa hiyo uongo nakuwa ni moja njia ambayo, uh, ipo kidogo, ipo shortcut kwa kumwelewesha mtu uh. Mwisho wa siku anaweza kujua kwamba huu ni uongo, lakini tayari atakuwa ameshaingia kumi na nane yako. Okay, yao ina maana uongo unafanya kazi kwa kurahisisha. Ni, ni, e, kitu gani haswa ulichokitarajia labda na ulitaka message ifike kwa namna gani kwa jamii? Maana kwenye hii gizo kuna message nzito. Sasa mm. wewe ulitaka vijana sisi tuelimike namna gani, tutoke kwenye hatua ipi, tuendelee na uongo au tubadilike? Kiukweli movie yenyewe inajielezea, japokuwa haijaisha, kwa sababu hii movie ipo season, ni comedy ambayo ipo season. Kwa hiyo inajieleza vizuri, kwa hiyo nikianza kuambia ku, ku, ku, watu kile ambacho kinachoendelea na, itafikia hatua na haijaisha, itafikia hatua watu washindwe kuangalia movie, lakini kikubwa ni kwamba watu wamepokea movie tena kwa ukubwa zaidi, na wameona kile ambacho tulikuwa tunakilenga. Na isitoshe ningewaambia tu wazidi kuifuatilia movie. Kile ambacho nataka niwafundishe watu watakiona katika movie yetu, na nilitaka tu wakipokee kwanza, na shukrani kwa Mungu wamekipokea vizuri, na vile vile waendelee kukitazama ili waangalie huko mwisho kuna vitu gani. Okay. Yeah. Vizuri. Kwenye movie hiyo baba alionekana kuwa ana uchu sana wa hela. Mm. Baba alionekana ana uchu sana mtoto wake aolewe na hiyo inapita kweli kwenye jamii zetu sisi huku ambako tunaishi. Mm. Kuna baba ambao wanakuwa na ushawishi hususan mm. wakiongea na wakwe zao wakimwelewa mkwe na kwatu ni rahisi. Mm. Una lipi la kuambia baba kama hao? Alikuambia nadhani nimeshalifanya kwenye movie. Mm -hmm. na isitoshe kama ulivyosema movie yenyewe inajieleza. mm. na wazazi kama hao sio kwamba sijawaona mpaka kufikia kucheza, ndio maana nikwambia, kitu kinatokea kwenye, eh, kwenye kwenye kwenye jamii yetu. Kwao watapata majibu kupitia movie yangu. Kwao siwezi kuwa mwepesi sana kusema naweza nikawashauri nini, kwa sababu ushauri wote upo kwenye movie. yes. Nikikumbuka kwa, kwa nyuma, uliwahi kuigiza tena movie nyingine kama hii ambayo ni ya Facebook. yeah. kwa nini unakuwa una una kuwa na hii idea mara kwa mara. Unataka kuisimamisha jamii ielekee wapi? Kiukweli, sasa hivi, mm. ndio maana nilikwambia dunia, kama ulivyokuwa unaijua, ilikuwa inaenda mbele, sasa hivi inarudi nyuma. Yaani, wazazi kuliko kuangalia kwamba ndoa njema haijengwi na pesa, wenyewe wanaangalia sasa hivi ndoa njema inajengwa na nini? Na pesa. Mm. Na kati ya watu ambao wanawafanya wazazi wawe natamani, watu ambao wapo, mambali. Eh, mambali huko. Kwa hiyo mm. ndio maana na, najaribu kukazia ile pointi ambayo niliifanya mm hapo awali katika movie ya Facebook na ileta katika design nyingine, katika mfumo mwingine, japokuwa nimeifanya katika utofauti yani wa, wa kiali ya juu yani. Kwa hiyo ndio hivyo, nataka kuambia wazee, kitu ambacho kinatupotosha sisi ni kile ambacho sisi tunakiona ni kizuri, na wakati mwingine kinakuja kuwa kitu kibaya huko mbele, ndio kinatufanya sisi tuwapeleke wa, watoto wetu tofauti. Na mimi na, inanifanya nijiongezee maarifa zaidi ya kufanya vitu kama hivyo, ili mradi wazee wasikie Okay, wanasema msanii ni kioo cha jamii, unaamini hili swala kwamba msanii ni kioo cha jamii? Ni kweli. Mimi naliamini okay. Sawa. Kwa unavyoona mm. Kwa sababu ulisimama na we ni tuseme shujaa wetu mpeperusha bendera, sasa hizi mm. wazazi wanatulaumu sana sisi vijana mm. eti kwamba tume tumekuwa na momonyoko wa mahadili mm. yeah. unaliongeleaje hili swala? Ya, upande mwingine unajua, inaweza ikawa ni kweli mm. na isiwe ni kweli, kwa sababu gani hiyo inatokana na mazingira uliyomlea mtoto wako. Ndiyo. Mwanao kama ulimlea katika mazingira ambayo sio ya, ya kawaida, mm -hmm. Unatoka saa moja mzazi unarudi tena saa moja za usiku, saa moja asubuhi mpaka saa moja za usiku, kuna muda mrefu ambao umemwachia mtoto hapa. Sasa yes. u, e, u, u, ukirudi wewe kama mzazi, mm -hmm. au uchukui tena muda wa dakika 30 ama 15 kuangalia evolution ya mtoto wako kipindi chote ulichomwachia. Mm -hmm. Kwa hiyo kidogo kuna mambo ambayo yanatokea. Eh kwa mtoto ambao wewe mzazi kama hujamuuliza hmm. Hauwezi kujua kwao. Na muda mwingine wazazi tunakosa ule muda wa kuweza kuwaweka watoto wetu vikao vile vya jioni hmm kuweza ku, kuongea nao kupata mawili matatu kutoka kwa mtoto e, ili akwambie ni nini kinamsibu nae, pia mzazi umuelekeze mtoto gisi gani maisha yenu hapo mwanzo mliaweza kuyatengeneza na mtoto anaweza kuwa katika e, mwenendo gani anaweza kaifuata ili mradi kuwa na maisha mazuri, kuwa na nidhamu mm -hmm. Kwa sasa hivi a, a, haifanyiki tena kwa wazazi wetu. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba watoto kweli wana miondoko mibaya sasa hivi, lakini pia tukiangalia upande mwingine, wanaochangia ni wazazi hao hao ambao wanakosa hata muda mchache wa kuweza kuwapatia eh, ushauri watoto wao. Ina maana una, unaona mmonyoko wa maadili unatengenezwa na wazee wetu wenyewe, si ndio? Na ni kweli ni hivyo hata kwa sasa hivi. Hata tukiangalia mfano ambao upo hai katika kuodhesha watoto wetu tunatumia bili kubwa. Umeona hapo zamani tulikuwa tunafanya tu e, eh, umeona kama dola elfu mbili mia tano, elfu tano dola, unaona kitu kama hicho. Kwa zamani ilikuwa sio hivyo, yaani. Tunaanza kupoteza mila yetu na hapo ndipo tunaanza kupata matatizo ya momonyoko wa maadili kwa vijana wetu mm. yeah. Okay, kwa vijana ambao labda wako na uaminifu wa kusema kwamba mimi naweza nikasimama hivi. Yeah. Kama kijana mimi kama Kaluta mm. nataka nisimame kuisimamisha maadili yetu ya sisi watu wa Afrika kuwa kama zamani mm. eh. Unaomba wakusaid... tupeane sapoti yani tu na mm. sapoti ya vijana Tuna kundi Hmm. la vijana ambao watasimamisha maadili. Ikitokea kama fursa hiyo, unaweza ukafanya hiyo kitu. Kwanza mimi nikuambie kitu kimoja, mimi tayari nishakuwa na hiyo fursa. Mm -hmm. Ila nimekosa wazee waze, wa kukaa na mimi kunipa ushauri mzito. Mimi bado na, na, na, na focus na focus mwenyewe. Mm -hmm. Nimekosa wazee wa kukaa na mimi kunipa ushauri mzito ili nizidi kufanya movie za ku, za kutengeneza maadili. Kwa sababu ukiniambia nianze kutengeneza kundi, mimi tayari nishaanza kutengeneza hata kabla uh, sijaambiwa na mtu. Kwa sababu hata hii eh, ee, sijasapotiwa kwa sababu hata hii movie ninayoifanya ni moja kati ya ya kozi ninazozitoa kwa ajili ya kuondoa kuku, vijana wenzangu zile fikra potofu eh, tayari naanza kuwafunza kwa, hata nikipata hiyo hiyo opportunity itakuwa imejirudia, lakini mi nahitaji support ya wazee ambao watanishauri vizuri na niendelee kuwakosoa kuwa watoto vizuri. Una imani kwamba hao wazee ambao watakushauri vizuri watatoka kwenye dini au watatoka wapi? By the way wanaweza wakatoka kwenye dini na wengine wasitoke kwenye dini hiyo, inadipendi na ni mzee gani ambaye nitakutana naye yeah. Kwa hiyo siwezi kulazimisha tu watoke kwenye dini. Kuna wazee wengine ambao hawatoki kwenye dini, lakini wana, wana maneno mazito ambao wanaweza wakanipa, waka, akantengenezea mazingira mengine vizuri. Sasa kwenye dini, wewe ulisema zamani hapo hapo ulisema kwamba wazee wamechangia kutupeleka sehemu mbaya mm, na mpaka sasa vijana tunajituma sana, tunafanya vitu vingi, lakini wazee wanakuwa wako nyuma tu mm, hawajisogezi kutu, kutusapoti au ku, kutushauri mm, wazee wanabaki tena wakisema maneno mengine ya kutuziaki sijui mm, hey, au watoto mm, ni wajinga nini. Una unalipi la kuiambia jamii yetu sasa ni kwenye upande wa mababa zetu na mama zetu? Unajua wazee wametofautiana. Nikisema wazee wanachangia ni kama nilisema kuna baadhi ya kundi la wazee linachangia na kuna baadhi alichangia. Kwa hiyo nikisema wazee wasichukuliwe kwamba nimesema wazee wote. Hapana. Kuna baadhi ya wale wanaochangia. Just imagine kwamba mtu anatoka sasa hivi kama mzee wako wewe, atoke kuanzia mida ya asubuhi saa moja anaelekea sehemu anakuja kule tena sijui mmeshalala saa kumi na mbili saa moja hivi kuna baadhi watu wanalala saa kumi na mbili. Okay. Unakuja saa kumi na mbili, saa moja saa tatu. Hata kuku pia zinalala hivyo lakini wazee wazee na watoto wenyewe wanalala hivyo mm -hmm. Unaona mzee wako anakuja. Anakuta umeshalala. Ama upo. Ule muda, kwa hiyo, kitengo cha wazee mm -hmm. Wazee ambao tayari wamesahau hii mila ambayo tulikuwa tayari, mm -hmm. Ah, tayari nimesha kujibu kwenye swali lako sijui. Kuna mengine ni kujibu zaidi. Okay, mtazamaji wetu tuko na kijana ambaye labda wewe ulimzoea kumuona akiwa kwenye hali za comedy. Comedy leo iko serious na issue ya leo iko serious kabisa. Tukiachilia mbali ulisema kwamba ulikuwa upo lakini ulikuwa nuna, unatafakari ni kipi ukifanye. Mm. Yaani ulikuwa bado uko ofisini lakini au au karibishi wateja au haufanyi kazi. Ila unaangalia kule kwenye wateja, wateja wanataka kitu gani, si ndio? Ndio kawaida msanii hiyo mm. Sio, sio kawaida kwa sababu haiwezekani ukafunga duka ili ujue wateja wanataka bidhaa gani hapana. Lazima ukae kwenye duka ili ujue wateja wangu wanataka bidhaa gani na bidhaa gani inatoka kwa uharaka. So ulikuwa upo kimya sana na ukasema kwamba wewe ulikuwa upo kimya, mimi nasema ulikuwa upo kimya, wewe hapo umejibu kwamba ulikuwa upo kimya. Kwa muda wote huu ambao wewe unasema ulikuwa upo kimya, uliandaa filamu ngapi? Asante sana mimi, kwanza nikuambie, turudi hapo kwenye duka ulilosema. Wewe unasema nilifunga duka Kwezi kufunga kitu ambacho kimeshafunga. Kitu kipo wazi ndo unakifunga. Kwa hapo utajaribu kujikosoa na wewe pia. Kwa hiyo mimi nilikwambia nilikuwa kimya ili niangalie wa mafanzi wangu wanahitaji nini zaidi. Na kama nime, nime, nime achia hiki kitu ni kwa sababu nimejua udhaifu wa mafanzi na wanachohitaji ni kitu gani na vile vile jamii yangu inanihitaji mimi nifanye kitu gani. Kwa hiyo ndio maana nikaona niachie. Yani, ni mfano wa kusema kwamba siwezi kukurupuka kufanya jambo lazima nifanye kitu ambacho mtu mwingine akija kukiona anasema basi, yaani kuinama kwa, kwa kobe ni kutunga, kutunga sheria, na sheria iliyotungwa na kobe ndio hii hapa. Kwa hiyo yeah. Hichi kitu nilichokitoa, eh, ndio chenyewe hicho. Okay, na maana kwa kuinama kote kule sheria zimetoka. Zimetoka. Sawa, ni vizuri sana. <laughs> Leo uko kwenye Mastaz TV, ungependa mtazamaji wetu labda alikuwa hajajua kama kuna movie ambayo inatoka. Hmm. Na wengine hawafuatiliagi sana movie, mm. Lakini kupitia kipindi anaweza kujua ah kuna movie kule inaendelea, inabidi nikaifuatilie. Hmm. Una lipi la kumwambia? Kiukweli mimi kabla sijataja movie ambayo ipo mezani, mm -hmm. mimi niseme nina kazi nzito sana ambazo nitafanya mwaka huu. Ndiyo. Na moja ni hiyo ambayo kwanza nimeshaiachia. Na Nyuma ya hii kazi, mm. kuna kazi takribani tano ambazo zipo mezani na zinatengenezwa sasa hivi zinapikwa, mm. e, zikiiva watu wataenjoy, mm. na kitu kingine niseme kwamba wasichoke kumfuatilia Kaluta Zezeta ya mm. e, mfalme ukiniita, mm. hivyo utakuwa hujakosea kwa sababu siku hizi nakuja na mapigo mengine mengine, mm. e, mfalme. E, mfalme wa, wa comedy kwa mm. hiyo wasisite, na afu kuna watu ambao wanani wanani wananiandikia kwenye TikTok zao nikipita, mm. nikiwa na na, na, na, na fukua, fukua faili zao mm nakuta wanaomba namba ya simu sijui nini nini. Kwa kupitia Masters TV leo nitatoa namba yangu ya simu ambayo ipo WhatsApp, Mpesa, kila kitu. Kwa wapo ushauri ni wote. Sasa eh, kama kawaida kwao, wasichoke kunifuatilia ndo kitu muhimu, kupitia kwenye chaneli yangu ya Jackson Dino DM Production, na wasiconfusi kusema Jackson ndo huyu Jackson wa kizazi kipya hapana. Kuna Jackson Dino DM Production, kuna Jackson wa kizazi kipya. mm -hmm. Kwa hiyo wakienda kwenye Jackson ama wakiandika tu Kaluta Zezeta channel, ambayo watakayokuja kuiona kwenye kazi yangu hii mpya ndo channel ambayo naifanyia kazi kwa sasa. Kwa hiyo, kwa Kaya... wa, wajisikie huru eh, kunifollow kuangalia kazi yangu ambayo sasa hivi ipo on trending inaitwa eh, kazi yenyewe hii inaitwa Avantirefu ninaonesha yani, ni lava boy ambaye tayari kashachanganyikiwa yeah. Eh, kwa hiyo wataenjoy zaidi kuhusu yeah. Na namba yangu ya simu eh, ni sifuri saba sita tisa tisa thelathini na tisa sifuri tisini na saba Nitairudia katika lugha ya kimombo, kuna wengine masikio yashachanganyikiwa. Ni sifuri saba sita tisa tisa thelathini na tisa sifuri tisini na saba Yani hapo wakipiga wamenipata moja kwa moja, yeah. Okay mtazamaji wa Mastaz TV. Huyu hapa kama ninavyosema kila mara ni Kaluta Zezeta ambaye ukimwona kwa mtazamo mwingine unaweza ukafikiri labda hana la kuchangia, akiwa serious. Hapa yuko serious kabisa kabisa kabisa, kwa asilimia zote. Asante ulikuwa nami tu za Amos kwenye kipindi chetu, yaani kipindi ambacho kilienda viral, kilikufundisha mengi. We ambaye labda ulikuwa uko hapo unatazamia ukienda kutongoza upeleke uongo ili iwe shortcut ya we kufikisha malengo yako na ukaeleweka, Karuta anasimama kuachia hiyo bendera kwamba kusema kwamba twende kwenye mambo ambayo yako straight, tuseme ukweli. Kama ni kumwelewesha binti, mweleweshe kwamba, mwambie mimi nampenda, na asipokupenda basi, kwenye mapenzi kuna kupendwa na kuna kutendwa. Akikata achana naye. Pia babangu ambaye uko hapo, ambaye unatufuatilia kwa muda, kama na u wewe ambaye una huchu wa hela, wewe ambaye haujali binti yako ataolewa na nani, na haujali huyo mwanaume atamleaje binti yako, ina maana unazaa kwa hasara. Aujui binti yako malezi yake ya baadaye itakuwaje. Kaluta amesimama kukipinga vikali hicho kitu. Tazameni nyuma hapo nyinyi mliowaoa mama zetu kwa dala mia mbili. Wengine hata waliolewa saki la gunia la chumvi, wengine wakaolewa beskeli na wako kwenye ndoa zao wamezaa na wako vizuri. Lakini sisi mnatuoesha mali nyingi sana, dala maelfu na maelfu na hatutulii kwenye ndoa zetu. Unaliongeleaje hili swala? Unakuja kumuoa mwanamke ambaye ulimuoa kwa gharama kubwa afu anakuja hatulii. Hili swala unaliwekaje wewe? Yaani, mimi katika mazungumzo yote nadhani mm, nimeshalipanga na nikalipangua hilo swali, kwa sababu ndio maana nilikwambia kama ulikuwa unajua dunia mm, inaenda mbele, siku hizi inarudi nyuma, sioni kama inarudi nyuma. Hauwezi kuona kwa sababu wachache sana waliopewa D mbili mm. Kwa hiyo kama wewe huna D mbili, hauwezi kuona. Kama ukitaka kuona sasa, unajua hapa ku... Tanzania tuna mazingira ambayo sisi eh, lazima apitie katika kidogo ya Sio tu akelewe, kabila zote zinafanya hivyo. mm -hmm. Kwa hiyo lazima pitie katika ushauri kwa labda kwa shangazi ama kwa bibi aambiwe kisi gani mtu anatakiwa kuishi kwenye ndoa. Sio umekuja hujaemea, mwanamke anafunga vilago, anaenda kwao kisa haujaemea. Kuna kupata na kukosa. Kwa hiyo hizi ndoa zipo lakini, wakitaka kujifunza zaidi, tuangalie Aventurier Fou ndio movie ambayo nimeiachia inawaelimisha zaidi. Okay. Asante mtazamaji wangu, kama alivyojibu Mr. Kaluta Zezeta na alikwambia usikose kumtafuta kwa namba ile aliyoitoa pia, usikose kuitafuta akaunti yake, channel yake kwa YouTube, utamtafuta kwa jina ile aliyolitaja. Asante kwa kuwa nasi, tulikuwa pamoja kuanzia pale na mpaka hapa. Nilisema jina langu ni Tunza Amos; nyuma ya kamera yangu ni Aiza Kikabaisa. Usisahau kusubscribe, like na kucomment kwenye mambo yetu, bye bye.